Wito wa kujiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa kujitolea mwaka 2026. Mtazamaji wa JKT Media, karibu katika matukio mbalimbali ambayo yanajiri katika vikosi vya Jeshi la Kujenga Taifa, ambapo hii leo hapa makao makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa yaliyopo Chamwino jijini Dodoma, mkuu wa tawi la utawala jeshi la kujenga Taifa, Brigedia Jenerali Hassan Mabena, kwa niaba ya mkuu wa jeshi la kujenga Taifa, Meja Jenerali Rajab Mabele, ametoa wito kwa vijana kujiunga na mafunzo ya jeshi la kujenga taifa kwa kujitolea 2026, na ameeleza sifa za kuweza kupata nafasi ya kujiunga na mafunzo haya. Mkuu wa jeshi la kujenga Taifa, Meja Jenerali Rajab Mabele, anawataarifu vijana wote wa Tanzania bara na visiwani nafasi za kujiunga na mafunzo ya jeshi la kujenga taifa kwa kujitolea mwaka 2026. Utaratibu wa vijana kuomba na hatimaye kuchaguliwa kujiunga na mafunzo hayo unaratibiwa na ofisi za wakuu wa mkoa na wilaya ambao muombaji anaishi. Aidha, vijana wenye taaluma za diploma diploma in in information technology, diploma in business information systems diploma in computer science, diploma in information and communication technology, diploma in cyber security and digital forensic, bachelor of science in computer science, bachelor of science in information technology, bachelor of science in computer engineering, bachelor of science in business information technology, bachelor of science in cyber security and digital forensic na Bachelor of Science in Computer Networks and Information Security Engineering, na vijana wenye vipaji vya michezo mbalimbali mbali, wanashauriwa kujitokeza kwa wingi kupitia mikoa yao. Usaili wa vijana hao kujiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa kujitolea utaanza tarehe 26 Januari 2026 kwa mikoa yote Tanzania bara na visiwani. Vijana watakaoteuliwa watatakiwa kuripoti kwenye makambi ya Jeshi la Kujenga Taifa kuanzia tarehe 27 Februari 2026 hadi tarehe 4 Machi 2026. Aidha, Jeshi la Kujenga Taifa linapenda kwa wataarifu vijana watakaopata fursa hiyo kuwa halitoi ajira. Pia halihusiki kuwatafutia ajira katika asasi, vyombo vya ulinzi na usalama na mashirika mbalimbali mbali ya serikali na sio ya kiserikali bali hutoa mafunzo yatakayosaidia vijana kujiajiri wenyewe mara baada ya kumaliza mkataba wao na Jeshi la Kujenga Taifa. Sifa za muombaji na maelekezo ya vifaa vinavyotakiwa kwenda navyo yanapatikana katika tovuti ya Jeshi la Kujenga Taifa ambayo ni www.jkt.mil.tz. Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa Meja Jenerali Rajab Mabere anawakaribisha vijana wote watakaopata fursa hiyo kuja kujiunga na vijana wenzao ili kujengewa uzalendo, umoja wa kitaifa, ukakamavu, kufundishwa stadi za kazi, stadi za maisha na utayari wa kulijenga na kulitumikia taifa lao. Na mtazamaji wa JKT Media, na hivi ndivyo ambavyo wito wa kujiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa vijana wa kujitolea umetolewa hii leo hapa makao makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa Chamwino jijini Dodoma, ambapo vijana hawa wanatakiwa kuripoti katika makambi mbalimbali ya Jeshi la Kujenga Taifa kuanzia Februari 27, 2026 hadi Machi 4, 2026. Mimi ni Sajin Jamila Mutabazi JKT Media.